sana ndugu mtazamaji, katika session ya sita katika darasa hili, na mwalimu wako ni mimi Amani Wilson, na katika darasa hili nitaenda kukuelekeza ni namna gani ambavyo unaweza uka, uka cut au kaondoa baadhi ya sehemu katika kuedit, katika kuedit audio yako. Labda kuna baadhi ya sehemu unaona kama haifai, unataka kuiondoa, nitaenda kukuonyesha ni namna gani ambavyo unaweza ya... ukaiondoa, na katika kuondoa unatumia tools ambayo inaitwa hii etu ya wembe na hii selection, 2 hizo ndio zinakusaidia katika kuondoa baadhi ya sehemu ambazo unaona kama hazihitajiki. Mfano, tunachukua hii sound hapa, tunai drag tuna tukishaiweka hapa, iko hapa moja kwa moja. Labda kuna baadhi ya sehemu tunataka, yani kuna baadhi ya sehemu naona kama huzihitaji labda sio za muhimu sana, labda umeplay umeisikiliza, labda kwanza hii sehemu ya hapa na hapa, unaona kama hazifai, unataka uziondoa, unakuja hapa kwenye wembe kwanza hapa una click hapa afu unakuja labda kwanzia hapa, una una, una hapa. Sehemu yani una una una una, una una afu ukisha ukishaondoa huwezi kuacha hivi, hivi inabidi hii sehemu uisogeze kisha isogeza hivi inakuwa imekaa vizuri, hata kama ukiipei uki inakuwa na, na mlolongo mzuri hivyo. Ni namna ambavyo unaweza uka, ukaondoa sauti. Unafanya tu hivi tu, unagusa unakuja kwenye wembe, alafu unakuja labda kuanzia hapa hadi hapa, labda hiyo sehemu sitaki, unakliki alafu. Then, tena, unakliki tena, unakliki tena, unakliki tena unarudi tena kwenye selection 2 labda kile kisehemu ambacho sikitaki niki hapa, nakikliki unaondoa afu kisha. Kwa hivyo huu wazi unauziba una unasogeza, una kwenye kusogeza, jitahidi sana isije kaleta hivi, unaona unavyoona. o oh, mstari wa exit means kwamba hiki kipande ambacho umekisogeza umepandisha kwenye upande mwingine, inabidi ikae kwenye levo hivi, ikae kwenye levo, ndio ule mstari unakuwa umefutika hapo na kuwa umeunganisha vizuri hapa. Ndo mwisho wa session yetu namba sita, ambapo nilikuwa nilikuwa nakuelekeza ni na namna gani ambavyo unaweza ukaondoa baadhi ya sehemu ambazo hazihitajiki ukiwa una editi kwa heli. <muchasimu>